Vipi, mbona umerudi saizi? umesahau tiketi ama ta? mke yangu eh, mambo yaharibiki, biashara iharibiki, mke biashara imeharibika eh. Ah, ino hatari. Sasa tunafanyaje? Heya mke angu, kikubwa, nchaka nkuke ukweli wote. Haya tu, nchaka umsamehe kufahamu Silitenda makusudi. So mahani kabla kuwelezea. Kuna nini tena? Mkeangu, mie kweli sili kwenenda Tanga kwa ajili ya biashara. Bali kefuna kwenenda Tanga kwa ajili ya kusumka ino Ramazani. Nini? Calm down, mkeangu. Calm down. Sit down, please, mkeangu. Okay? Eya kikubwa mie. Kefuna sumka ino Ramazani kwa sababu kufunga shida. Ah. Na shida mtihani o mambo nanjomaana nkonajadi mawazo yangu msumke vano Zanziba nyende uko Tanga hatulie ikesakwisa Ramazani njo nyingie vano Zanziba. Eh, mume wangu ah, kimekukuta nini lakini? Bilisi, you know, bilisi mke yangu <laughs> tena mke yangu mkutananyi yulia rafiki yangu msomali uya mrefu kumujua e, njo mwansimamisha akanka mawaiza mazuri, akanka neno matamu ya nyingi haswa akilini nyi moyoni, yaani yani, Mwenyezi Mungu amuongozi wey alukupayo mawaiza tena mzidishie leo na kesho tunakoelekea. Yani, wewe uondoke hapa uyache familia yako, unakimbia ramazani kweli? Mume wangu, inakuingia mwenye kwenye akili hiyo Jamani, mume wangu, sisi tunakaa hapa tunakuombea dua eh, Mwenyezi Mungu mjalie huyu mjalo kwenda huko afanikiwe biashara yake, ili tuendelee kuzidi kwa imara katika familia yetu. Unatuacha familia mume wangu, msomehe mke angu, usijelaza chini maana nikujua weye. Na haitosho pia akanyambia jioni, na cha nachakigwa nyingie, kuna kodasa, hayamwambii sina kazu sina kofia ya mie, maana kahvusi mambo yangu. Akaniambia paka kofia kazuka chanka vyote kwa sababu umerudi, mm. na kwa sababu ya Ramazani, mm. hilo nimekusamehe mume wangu Soda. Na Mwenyezi Mungu amjalie huyu kijana ailete hiyo nguo, maana nikupigie basi, ikiwezekana ikifika huo muda uendezako huko madrasa kweli mkiangu, nkapate elimu haswa ya duniani ni ahera na mienyewe miongoni mwa kuongoza wengine hisi hapa tusi tu si, nisikae sana kwa sababu naona nahisi kijoto sasa kinaanza kuniingia. Haya basi mimi nenda kukuwekea huko bandani. Haya, mke wangu, kule tena maji ya kunywa, labda pia yote humo. Sina maana sina kwenda tena vana zile nguo humo vijinzi jinzi pia, nani hili yote hivi labda utoe vitu vizuri vizuri. Bilisi kiumbe mbaya tena vo nyuwa njiani nakona mtu kana vita usonivu mara kichogonivu mara you know nani? Kumbe ndio yule ya bilisi.